Digital marketing. Je, unajua nini kuhusu digital marketing? Ni ungependa kujifunza kuhusu digital marketing? Kama unajua chochote kuhusu digital marketing, naomba ucomment hapo chini. Iko hivi, digital marketing ni mfumo wa kidijitali wa kutangaza bidhaa au huduma. Digital marketing ni So na kabla ya kuingia katika ulimwengu wa digital marketing, kuna vitu muhimu ambavyo leo naenda kukufundisha, unapaswa kuvijua ili uingie katika ulimwengu wa digital marketing. Ni vitu ambavyo vinakuwa ni msingi katika masuala yote ya digital marketing. Ni vitu ambavyo vimebeba uh, uh, ujum Sa, swala linakuja hivi, kwa nini digital marketing ni muhimu? So, hilo ndio swali ambalo unaweza kujiuliza ni kwamba digital marketing ni muhimu ni kwamba ni rahisi kuitumia. Hata ukiwa na pesa kidogo, hata ukiwa na budget ndogo, unaweza kuitumia digital marketing. So hilo ni swala la kwanza. Hilo ni muhimu wa kwanza kwamba digital marketing hata ukiwa na pesa ndogo unaweza kuitumia na ni rahisi kuitumia. Kitu cha pili, inatoa taarifa sahihi. Mfano, umelenga watu gani na umri gani. Digital marketing itakwambia kila kitu. Itakwambia wateja wako ambao wengi wako sehemu fulani na Wateja wako wengi ni ni watu wa aina fulani, kwa hiyo utakuwa unaendana na utakuwa unawalenga wateja moja kwa moja. Kitu kingine ambacho, uh, digital marketing ni, ni, ni muhimu Yani ni kwamba digital marketing inafikia dunia nzima, inafikia ulimwengu wote. Yani wateja wako popote walipo, ukiwalenga katika digital marketing unaweza ukawafikia. so, ikiwa mfano jiulize kwamba unafikiri brand kubwa kubwa zingejulikana vipi kama sio digital marketing ambayo imekuja kuwa game changer kwa mambo mengi. Na kumbuka kwamba digital marketing nayo inaende inabadilika kulingana na nyakati. Kwa hiyo mbinu fulani kila siku zinaweza zinazalisha, na inatakiwa hizo mbinu huo unazijua katika kutumia digital marketing pia katika digital marketing kuna misingi ya digital marketing, na misingi ya digital marketing, kitu cha kwanza katika misingi ya digital marketing unapaswa kujua ni watu gani ambao wewe unawalenga, wa umri gani, wanatoka wapi. Kwa hiyo hiki ni kitu cha kwanza katika digital marketing unapaswa kujua kuhusu digital marketing. Kwa hiyo kitu kingine unapaswa kujua kuhusu digital marketing katika misingi hile ni kwamba ni SEO. SEO ni namna gani unaweza kutumia tovuti yako kuvutia watu, yaani kuandika maneno ambayo watu wanaweza kutafuta katika kupitia katika tovuti yako kwa hiyo watu wanapokuwa wanaandika kitu kwenye search engine, wanaiona wanaona wana tovuti yako. So yoga kuna mbinu ambazo ni muhimu, nitaenda kukufundisha kwa undani video inayokuja, namna gani ya kutumia SEO. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho kingine ni muhimu katika digital marketing kukifahamu. Kwa hiyo ndio misingi ya digital marketing, nimekutajia kwamba kuna uh, target, kuna hiyo SEO, misingi mingine ya digital marketing ni content Marketing. So unatakiwa kufahamu content gani zinapashwa kuandaliwa kwa wakati gani, muda gani, kwenye tovuti gani au kwa kitu gani kwa biashara gani. So kuwa na uelewa kuhusu content create, hiyo ni kitu muhimu katika misingi ya digital marketing na ya mwisho ikiwa ni namba nne ni namna gani kutumia social media, kutumia Facebook, Instagram, Twitter na mitandao mingine ambayo tunaita social media marketing. So, social media marketing marketing, so ukitaka kuzama katika ulimwengu wa digital marketing, ni muhimu kuelewa namna gani ya kutumia social media marketing. Kwa hiyo nimekutajia vitu vinne, nimekutajia, unapaswa kujua kuhusu tageti yako, unatakiwa kujua kuhusu SEO, unatakiwa kujua kuhusu uh, uh, Uh, content marketing, natakiwa kuhusu social media marketing. So hivyo ni vitu vinne ambavyo unapaswa kujua kutaka kuingia katika ulimwengu wa digital marketing. Vile vile katika ulimwengu huo tuna email marketing email marketing, kuna vitu ambavyo unatakiwa uzingatie. Kwa mfano, una orodha ya watu kama milioni kumi ya email, hebu kumbuka kwamba unapowatumia email kuhusu biza fulani, kwa hiyo wale watu karibia hata elfu ngapi wate, milioni ngapi wataenda kuiona ile email uliyowatumia. So lakini kuna vitu vya kuzingatia, ile mtu au interest kufungua ile email uliyomtumia au huduma unayofanya, kwa vitu vya kuzingatia kwamba ni namna gani ya kupangilia email zako. Kwa mfano, eh, uh, watu wanakuja kwenye tovuti wanaacha email ili pale taarifa nani huduma na mtu inapotokea wa waku, kwenda kuangalia kuna nini huko. So kitu cha kwanza unatakiwa kuangalia namna ya kupangi, ya kuweka mfumo wa watu wawe na wao wanaingia kwenye imeli yako. Kitu cha tatu ni kuangalia namna gani unaweza kaandika kichwa cha habari ambacho mtu akiona tu anaona huko kuna habari njema, ngoja nifungue. So hivi ni vitu ambavyo vya muhimu ambacho inatakiwa ujue. Kitu cha mwisho na cha maana unatakiwa ujue kwamba imeli gani iende kwa wakati fulani, imeli hipi ifikie fulani, ni imeli hipi, yani ni mfumo ambao unaweza kama vile tuseme kampeni, unapaswa uelewe kwamba ni mfumo gani sahihi wa mtu huyu wanatakiwa apate email hii, watu wao wanatakiwa apate email hii ili kwenda na wakati vizuri. Sana, so email marketing ni ingine digital marketing ambayo ni muhimu kabisa kabisa. Katika digital marketing naomba nikukumbushe kwamba kuna paid advertising marketing. Sasa hii ni mbinu ambayo unaweza ukafanya ukapost mtandaoni sawa, lakini lengo lako wewe yalitimia, lakini unataka kuwafikia watu fulani. Kwa mfano mimi niko Tanzania, ninataka ni post watu wa Marekani waone, wanaweza wakaona, lakini sio kwa kule kwa kurudisha. Sasa mimi nataka niwafikie wa Marekani, nitawafanyaje? Kwa hiyo hapo kuna kuja neno ambalo linaitwa paid advertising marketing. So hiyo ni mfumo ambao wa kulipia unaweza ukatumia kama vile Google Ads, uh, YouTube, uh, YouTube na uh, Facebook, Instagram. Lakini mimi hadzi ambayo naipenda sana uh, ni uh, YouTube hali ni nzuri sana, ambayo inanipa matokeo mazuri, lakini haimaanishi kwamba zingine hazifai. Na so inategemea ni kitu gani ambacho wewe unataka kukilenga. Unajua, kuna vitu, mfano kama ni entertainment, masuala ya entertainment yapeleke yende kuyatangaza kwenye TikTok. Ikiwa unataka kujenga brandi, nenda kwenye Facebook. Ukitokiwa unataka unataka mambo ya social, nenda kwenye uh, ukitaka kujenga brandi, nenda kwenye Instagram. Mambo ya social, nenda kwenye Facebook. Mambo ya news media, nenda kwenye Eh, X ambayo ilikuwa ni Twitter zamani. Uh, ukitaka kukuza uh, mambo ya mfano um, um, YouTube unaweza ukaenda kwenye YouTube ad. So hii inategemea ni kitu gani wewe ambacho unapenda kulenga, alafu market yako itaendana na kile ambacho unakilenga. Na hiyo ndo misingi ambayo ya digital marketing inapaswa kujua kabla ya kuzama katika ulimwengu wa digital marketing. Hili nimekufundisha kwa kifupi, lakini subscribe uendelee kujifunza zaidi. So lakini unajua kwamba digital marketing nayo ina future. Kwa sasa hivi kuna AI marketing, kuna search voice marketing, eh, kuna metaverse, kuna blockchain. So hiyo ni future digital marketing ambayo tutaenda kujifunza hapo baadaye, lakini awali hiyo ndio misingi ambayo ya digital marketing unapaswa kujua, na hii mingine ambayo inakuja tutaenda kukufundisha hatua kwa hatua. Kumbuka kwamba video zinazokuja tunaenda kuzama deep, ndani kabisa kuhusu somo hili la digital marketing, lakini naamini nimekupa misingi kuelewa nini maana ya digital marketing, na naomba nikukumbushe kwamba usubscribe, ukiwa na swali comment hapo, huduma ni bure, utolipia chochote. Ila naomba kukukumbusha ikiwa kwamba unataka masupplier kutoka nje ya nchi ununua viwewe, ni mnunuzi au mfanya biashara mdogo mkubwa, unataka kununua bidhaa kutoka nje ya nchi, au unataka kupata connection ya wafanya biashara au watu na viwanda kutoka nje ya nchi, ingia Instagram kwa kuandika Tanzua Express. Hawa watu ni wazoefu wa muda mrefu wanaoaminika, ambao wanaweza kukusaidia kuhusu matatizo yako yote au shida zako zote za kusafiri kutoka e, nje ya nchi mpaka hapo Tanzania, au kukuunganisha na masupplier wa bingwa au watu wenye viwanda ambao wana uzoefu kwa muda mrefu kukuzia wewe bidhaa ambayo ni halali. Kumbuka kusubscribe hapo, share na comment. Tunakupenda sana, karibu tena katika kipindi kingine cha digital marketing.